Kaunti ya Mombasa leo imetawaza mabingwa wapya wa kandanda katika fainali za kusisimua zilizochezwa katika shule ya upili ya Khamisi. Michuano hiyo ya mpira ya muhula wa pili kwa shule za upili ilifika kilele chake leo huku mabingwa wapya wakiibuka katika vitengo vya wavulana na wasichana. Katika fainali ya kandanda ya wavulana tononoka ilionyesha ubora wao ikitoa taji la kaunti baada ya pambano la kuvutia dhidi ya mabingwa wa muda mrefu ambao ni Serani. Baada ya kupata sare ya bao moja kwa moja, ilibidi uamuzi wa wa matuta ya penati pale Tononoka walipata ushindi wao wa bao kumi na moja. Huku Serani wakipata bao kumi. Mechi hiyo ilikuwa ushuhuda wa mafunzo magumu na mipango ya kimikakati iliyofanywa pande zote mbili. Vilevile, fainali ya kandanda ya wasichana ilishuhudia Moi Forces Academy ikiibuka mshindi, ikionyesha ustahimilivu wa ajabu na ushirikiano kushinda changamoto kali kutoka kwa shule ya Kajembe. Fainali ya wasichana ilikuwa mechi ngumu ikionyesha ukuaji na maendeleo makubwa ya kandanda ya wasichana katika kaunti. Moi Forces walipata bao lao la kwanza katika kipindi cha kwanza, na ngoma ikawa mawe hadi mwisho, hivyo basi kuwapea ushindi wao. Kwa ushindi wao uliopatikana kwa bidii Tononoka na Moi Forces sasa wamepata fursa ya kuwakilisha kaunti ya Mombasa katika mashindano ya kanda ya Pwani yajayo, wakibeba matumaini ya shule zao na kaunti nzima pamoja nao. Michuano hiyo itakuwa kuanzia tarehe mbili hadi tarehe nne mwezi wa saba kule Mpeketoni, kaunti ya Lamu. Caxton, Musioka, Majestic Digital TV.